Hello my beautiful people, mambo vipi, karibu katika channel ya Maya, na leo karibu ujifunze na mimi. Kabla hujaendelea na somo langu, hakikisha unabonyeza neno subscribe, ili itakufanya uweze kupata mafunzo yangu mengine. Kila napo post video au mafunzo yangu ya kawaida kila siku, unakuwa unayapata, unakuwa wa kwanza kuyapata, ili itakuwa ni rahisi sana kwako. Kuna wakati una miss video zangu kutokana na kwamba haujabonyeza neno subscribe. Kwa hiyo hakikisha unabonyeza neno subscribe lakini kama utapenda video yangu like, share na comment hapo chini kuhusiana na kile ambacho umejifunza. Na leo bila kupoteza muda tutajifunza kuhusiana na mti wa mshona nguo kama unavyoona hapo pichani. Huo ni mmea ambao ukiwa umepita sehemu za shamba unapenda sana kunasa katika nguo. Kwa hiyo huu ni mshona nguo, unanasa katika nguo ndio maana umepewa jina la mshona nguo. Sasa kazi ya mshonanguo katika mambo ya tiba asili ni mzuri sana sana sana na tena mno, hasa katika swala la mahusiano. Jamani, kwa wale ambao mmewahi kujaribu hii au mnafahamu kwa uchache kidogo, nadhani mtakuwa na ushuhuda. Hii ni dawa moja nzuri sana katika mambo ya tiba asili, hasa kwenye upande wa mahusiano. Guys, unachotakiwa kukifanya ni kutafuta mshonanguo wako ambao umeshakomaa nikimaanisha mshona nguo uliokomaa. Mshona nguo kuna ule mchanga ambao haujatoa maua, lakini uliokomaa unatoa maua na unatoa hivyo vishonanguo ambavyo huwa vinashika katika nguo so utakachokifanya utatafuta mshonanguo ambao umekomaa vizuri kabisa, kisha utachuma vile vishonanguo ambavyo vinanasa kwenye nguo guys na ukisha vichuma, kisha unatoa vingi sana kiasi cha kuweza kujaza kiganja chako cha mkono. Kwa hiyo utavitoa vile, kisha utavianika juani kidogo, na ukisha vianika juani utavitwanga. Ukisha vitwanga, utapata ule unga wake, unga wa mshona nguo. Sasa nachoenda kukuelekeza, utatumia kama ifuatavyo. Kwa wale ambaye unateseka na mahusiano yako unateseka na uhusiano wako wewe na mwenza wako, ndoa kiujumla, niseme tu mahusiano, haijalishi ni boyfriend ni mchumba ni mume ni nani yoyote yule, ila ni mahusiano. Tunatumia unga huu wa mshonanguo kwa dizaini nyingi mbalimbali mbali tofauti, na ukumbuke kwamba huu mshonanguo una tabia kung'ang'ania kwenye nguo kwa hiyo katika kuja kutia manuizi kwenye dawa yako, wakati wa kufanya kazi unatakiwa kutamka maneno kama wewe mshona nguo unavyong'ang'ania katika nguo wapo shambani, nataka bwana fulani fulani fulani aning'ang'anie. Hivyo unataja yale majina ya yule mhusika. Na utatumia vipi? Hii inatumika kwa upande wa wanaume na wanawake, katika pande zote mbili. Um, cha kwanza kabisa hakikisha una asali Haijalishi ni asali gani, lakini wetu ni asali kwanza, kikawaida tunavyoishi kila siku katika majumba yetu. Hakikisha wewe unakuwa na asali hapo nyumbani kwako, wewe mwanamke, wewe mwanaume, lakini asali ni muhimu sana hapo nyumbani. Inatumika kwenye mambo mengi sana sana. Kwa hiyo utakapokuwa na asali utachukua ule unga wa mshona nguu ambao ulishautwanga ukauandaa vizuri kabisa. Unaotwanga kwenye kitu chochote kile, hata kile kitwangio kidogo cha kinachotumika kutwanga vitu mbalimbali mbali jikoni, kinafaa pia kutwangia huo mshonanguu. Sasa wakati utakuwa na ule unga, ikiwa wewe ni mwanamke, ikiwa wewe ni mwanamke, unahitaji kufanya jambo kwa ajili ya kuongeza ladha ama kuongeza mvuto katika mahusiano yako, wewe utachukua asali kidogo, and then utachukua na unga kidogo wa mshona nguo, na baada ya kuchanganya hapo utanuia, wakati ukiwa unasema hivi, asali ni tamu ni nzuri katika chai, ni nzuri katika vitu vyote, unaweza ukataja weteva weteva kwamba asali inatumika hivi hivi, ladha yake ni tamu. Nataka mimi niwe mtamu kwa fulani fulani fulani hivo. Upande pia hata mwanaume unaweza ukatamka hivo, kisha ukachukua ule unga wa mshona nguo na ukanuia vile vile kwamba mshona wewe, unangangania katika nguo, nataka fulani ningangania hivi na hivi, kadi ya vile ambavyo utajaliwa kunuia. Nuia vitu vyako vyote, nataka anifanye hivi, nataka awe hivi, nataka ayo hivi vovote vile ambavo utajaliwa kunuia, nataka akiniona, nione ng'aa, nione na pendeza, nione na kuwa hivi. Fanya hivyo, na pande hizi mbili unaweza ukafanya. Kwa kama wewe ni mwanaume, unaweza fanyia mwanamke, kama wewe ni mwanamke, unaweza fanyia mwanaume. Kwa hiyo, hiyo ni nzuri sana. So baada ya kufanya vile, utakachokifanya utachukua hiyo dawa, utachanganya alafu utapaka sehemu husika, nadhani nikisema hivyo utakuwa unanielewa, na kisha utasubiri baada ya nusu saa, na kisha utanawa vizuri. And then utatakiwa kuwa umepaka hivyo, kisha ukakutane na mwenzako kwa siku hiyo. Kwa hiyo haijalishi utapaka mda gani, saa ngapi, basi ukisha kaa nusu saa utasafisha vizuri, na baada ya kujisafisha, unaweza kukutana na yule mtu wako muda wote, iwe ni mume, iwe nani, lakini utafanya ile siku ambayo unakusudiwa la kufanya jambo hiyo, lakini utachukua pia unga kidogo wa mshona nguo, utanuia, alafu utaweka katika maji yako ya kuoga na kisha utaoga mwili wako. Mshona nguo una mvuto mkubwa sana, mshonanguo unafanya maajabu makubwa katika hilo jambo ambalo nimezungumza hapo ni kitu kimoja kizuri sana. Unaposikia mtu au watu, wataalam labda, wanakwambia nitakupa dawa kafanye moja mbili tatu, dawa zenyewe ni za miti na miti yenyewe ndiyo hiyo. Tofauti tu ni kwamba yeye ameandaa mwenyewe, na nawe ulikuwa unaijua umeandaa peke yako. Kwa hiyo kama leo ikitokea mimi nimekupa unga wa mshona nguo nikakwambia kafanye moja mbili tatu na ukafanikiwa, ikiwa haukujua kwamba nilitumia mshona nguo, ni ngumu kuelewa kwamba nilitumia mshona nguo lakini miti yote ambayo unaiona zote ni dawa, na kila mti una maajabu yake. Kwa hiyo hapo tumetumia mshona nguo, jinsi gani unavyoweza kutumia katika mvuto wa mahusiano. Yaani hiyo inatumika pande nyingi sana. Nikisema hivyo, si lazima katika kuogea, katika kuweka hivyo kama nilivyoelekeza, but inatumika pia katika kuchoma, unapotaka ku lipua moyo wa mtu akufate kwa kukupenda, akufate kwa kukumbuka, akufate kwa kukung'ang'ania. Unaweza pia ukachanganya mshona nguo pamoja na chumvi ya mawe na mlipo. Hili ni somo jingine nalo, lakini naweza kukudokeza kwa hapa. Ukiweza kufanya pia hivyo, ukanuia na ukachoma kwa muda wa siku tatu, inasaidia sana kumvuta mtu aliyoko mbali akakukumbuka, kukuganda, kutamani kuwa na wewe na kadhalika. Kwa hiyo kama wewe unateseka sana na mahusiano, au mwenza wako hajakuganda vilivyo, hakupatii pesa, hapo niliposema sehemu ya kunuia, nuia utakacho. Ikiwa unataka pesa, ikiwa unataka kitu fulani, ikiwa unataka awe na tabia fulani, ikiwa unataka akung'ang'anie wewe kuliko mtu mwingine hivyo. Na hata kama itapendeza zaidi, wakati unaenda kuchuma hayo masho na nguo katika mti wake uya nuie pia, nimesema kila kitu ni manuizi, kwamba mashono ya nguo wewe umeng'ang'ania katika mti wako na kutoa na namtoa fulani kwa watu wake fulani, labda michepuko, labda nini, na ninapoenda kukuweka na kukutengeneza, nataka umfanye awe hivi na vile, aning'ang'anie kama anavyong'ang'ania nguo. Yani, vile ambavyo unatoka katika mti wako na kung'ang'ania nguo, nataka hivyo hivyo bwana huyu au mwanamke huyu atoke kwa mtu fulani na aning'ang'anie mimi. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni nzuri sana na majibu ya haraka kuliko unavyotarajia. Kama utafanya kwa nia, utafanya nilivyoelekeza, utaona mwenendo mzuri katika mahusiano yako na kitu kitakuwa ni poa kabisa. Guys, nawapenda sana sana sana. Kama utakuwa na swali, ninapokea maswali napokea, ushauri, maoni, andika hapo chini. Lakini pia kama unahitaji kuwasiliana na mimi Maya, usisite kunitafuta, namba zangu nimeandika hapo pia. Karibu katika masomo yangu mengine, bai.